Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili mwaka 2025 baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 86.93 sawa na wanafunzi laki saba, elfu tano, na tisini na moja ambapo kati yao wavulana ni laki tatu na kumi na mbili 1492 sawa na asilimia 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji, na wasichana ni laki tatu na elfu tisini na mbili mia tano tisini na tisa sawa na asilimia 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu, wavulana ni asilimia 44, na wasichana ni asilimia 56. Kwa ujumla, ufaulu wa kidato cha pili mwaka 2025 umeimarika kwa ongezeko la asilimia 1.52 kutoka asilimia 85.41 ya mwaka 24 na asilimia 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa, tana, sawa tana, na asilimia 89.85 wa um. na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu laki saba na elfu tatu mia moja na kumi na sita sawa mp na asilimia 86.93. Kwa kuzingatia ubora wa ufaulu jumla ya watahiniwa laki mbili na elfu arobaini mia nne sitini na tisa sawa na asilimia ishirini na tisa nukta sita nne wapata madaraja ya, ya, ya la kwanza mpaka la tatu. Mwaka ishirini na nne waliopata madaraja hayo walikuwa laki mbili thelathini na tisa elfu mia saba na saba sawa na asilimia thelathini nukta sifuri nane na mwaka ishirini na tatu walikuwa laki moja na tisini na mbili elfu mia sita thelathini na tatu sawa na asilimia ishirini na saba nukta saba tatu Idadi ya wanafunzi waliopata division 1 mwaka 25 ni 78,309 na

na kufikia 177 mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 2025 na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30.